wale wamekuja kru nzima ambayo ni bendi nimeimba nayo sasa. Piga mahesabu katika bendi kuna watu zaidi ya tisa au kumi, lakini wote wamelipa kila mmoja, piga mahesabu, milioni sita, milioni sita mm -hmm. unapata bei gani kwamba uone mziki wa singeli unakuwa na unakuwa mkubwa? I mkubwa, ila moyo mdogo na mapenzi uba, sina skendo hizo yani shikidi shida, we mtoto wa kigogo na nyuma kumetuna kifua, mchongo madodo, mara natamani damu uwe kama vampaya, sina ubinadamu mwenzenu na roho mbaya, nang'atana na nyonya kifua na chekerea na mung'unya na bwawa naogerea na ugari kwa nguru miuno dazeni ye mpaka ikuru mwingine sioni wenibane kwa kwaru na sione jirani uwe wangu kunguru mawindo yangu chumbani Fongo na data na msambwanda. E, bwana vipi mtongo wa maana kabisa? Karibu sana. hii ni 69 Media TZ na hapa tumekutana na mzee Inaga Ushemeji tunakulaga. It's it's na tuko hapa na Man Fongo na kubwa zaidi tuna mengi ya kuzungumza naye. Huenda mimi nisiwe msemaji ya alafu yeye akawa na majambo yake ya kuzungumza hapa. Japo na stories za hapa na pale pia tutamjuza kidogo ama tutamgusia apate kuzungumza na sisi. Bwana Man Fongo, mzee wa Inaga Ushemeji tunakulaga, mambo vipi? Eh, safi kabisa. Mm. Mm. Na kuona mwenyewe umewaka kweli kweli. Dangu. Sawa, tumemsikia Man Fongo kitambo kidogo, lakini kidogo lakini sasa hivi kidogo ametulia, nini kinafanyika chini ya carpet? Ya, vinafanyika vitu vingi sana kutokana na kimya kingi. Ni kimya ambacho chinachokuja na siku zote, uwezi ukakurupuka. Unaweza ukachia ngoma leo, kesho. Amekaa zake chini, kwa lazima uachie kazi. Unaangalia sasa hivi kuna vijana wengi wanakuja, wanaachia kazi kwa lazima, ukae unasema mziki unabadilika, t tunaimba zamani na sasa hivi kuna utofauti. Kwa lazima tutengeneze tuangalie, je wanaokuja wanaotengeneza upya wao wanavokuja katika upya, je tunakuja vipi na tuweze tuishi nao na tu switch kidogo tukae nao, lakini ukisema mimi mkongwe uendelee kuimba kikongwe, utabaki kwa mkongwe hivyo hivyo ko, inabidi uswitch uangalie wanavoimba wao, na sisi tuende wanavotaka wao Kinapokuja kizazi kipya, kizazi cha 2000 kuingia kwenye muziki wa singeli, kinawabadilisha nini ama kinawapa influence gani? Watu ambao tayari mlikuwa toka kitambo, yani ma legend. Hakuna kinachobadilisha, ila kinachotakiwa kwamba ni kuangalia vijana wanafanya kitu gani, na vijana waangalie makaka zao walikuwa wanafanya kitu gani, walikuwepo, wanajenga marafiki gani, kwa sababu ao wakija wakisema leo umetoa ngoma moja imeenda ukiwavimbia watu wa media, kesho wanakutupa hmm kwa hiyo utakapo... e, kwa hiyo mm. na ngoma yako na si na mm. na moja tu naika mfukoni, unakopo umemaliza, utazunguka watakutamani, watu wanakutamani na ngoma yako, ikitoka hapo unatupwa. Ni kama kiki ya msimu, unazunguka tu kwa wiki au wiki mbili, au unajua mwezi mmoja na nusu, ukitoka hapo shughuli yako imekwisha. Na ndio maana sisi tupo tuna miaka mingi, ndio maana najiita miaka ya kobe. Ukiangalia tangia 2011 hadi leo hii 2025, kwa hiyo ndio maana tuna miaka mingi katika muziki na mambo yanaendelea. Kwa hiyo inabidi wao wajifundishe kupitia sisi kaka zao, na sisi nao tujifundishe kupitia wao, jinsi wanavyoswitch muziki wao na sisi tutengeneze mziki wetu tufanye kitu kombisu, kwa kimoja ambacho kinaweza kikakombiswa Tanzania ikawa mziki wetu kwa biashara zaidi. Mm. Mm. slogan ya miaka ya kobe imempa upekee upi Manifongo? Kwa nini ukamchagua ku kobe kujiita ndio wewe sasa yaani, kobe ana upekee gani wa kulingana naye? <laughs> kobe bwana, anaishi miaka mingi sana. Mm. ndio maana mimi nijiite miaka ya kobe kwa sababu Manifongo nipo miaka mingi katika mziki wangu. Mm. kwa tofautisha tofautishan ambapo miaka yote niko napitia leo hii. Kwa hiyo ni kitu ambacho cha kujivunia na ndio maana najiita miaka ya kobe. Kwa hiyo wengi wanajiita majina yao wanayajua, lakini mimi nipo pale pale najiita miaka ya kobe, kwa sababu heshima ya kobe ni kubwa, na heshima ya wanyama wengine ni kubwa, lakini kobe anaishi miaka mingi, ndio maana nimejiita miaka ya kobe. Ukiona okay, kobe kainama, ujue anatunga sheria. Kuna sheria gani ambazo Manifongo anazitunga? sababu pia nimefika chuma faili yako nikasikia kuna moja kati ya hatua kubwa sana ambayo natarajia kuifanya ya yeah, so mmoja tu anatakiwa kuifanya nishazifanya sasa hivi, mm, naenda kurudia tena kumalizia viporo vyangu vilivyokuwepo. Ya maana kwanza tulienda tulipiga tulikuwa hapo tupo na wale Nyegenyege festival. Baada kutoka Nyegenyege -nyege festival kuna afro nini ambayo inafanyika huko Ufaransa ndo sasa hivi narudi sasa hivi sasa, ambapo watu wanaoga wanalipia nani viingilio kabla hata miezi mitatu mbele. Kwa hiyo unaweza kukuta unaenda kuimba show, kuna watu milioni mbili nini wamekaa na kuangalia Man Fongo ambao walikuwa wanakusubiria kwa hamu kubwa. Kwa hiyo sasa hivi sasa ndo naenda kumalizia tua yangu. Kwa hiyo ni kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwashukuru wa Tanzania kunifanya Man Fongo naishi hadi leo hii katika mziki wangu na ndio maana hata kuna kipindi ilitoka proposal kuangalia wasanii ambao wanaofanya vizuri kiinternational, ikatoka Manifongo peke yake inagaushemeji, ikalinganishwa na ngoma za kina darasa na kina nane, lakini msanii ambaye alikopo ameonekana Europe ni Manifongo, na ndo kitu kimezadi. Leo hii inazunguka Europe tu kuzunguka kupiga show zangu. Kwa ni kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu na Tanzania kunifanya mimi kuishi hadi leo hii katika mziki wangu. Manifongo yanazunguka tu za kiurope tu kimataifa zaidi, lakini tunaona pia mziki wa singeli tayari umeenda kimataifa zaidi. Unadhani huo utaendelea kubaki vile ama ah, tayari uta drop mziki ushakuwa biashara leo? Mm, nimeenda Manifongo basi, kesho kutwa kuna wengine nao ataenda. Kwa hiyo kila mtu aangalie ndoto yake na aongeze juhudi zake katika mziki, kwa sababu hakuna anayejua kesho yake, na Mwenyezi Mungu anatoa binadamu anachelewesha. Mm, mm tayari kizazi kipya kimeshaingia kwenye muziki wa singeli, tunaona Dogo Sergeant, Dogo Paten pia wanafanya kazi nzuri. Tunamwona Paten kafanya kazi nzuri sana, na zucho ambao ni afande, na kiasi kwamba afande ikazungumzwa paka bungeni kwamba ni, ni aina fulani ya muziki wa singeli ambayo imekaa kuelimisha na burudani. Wewe unaizungumziaje hii baada ya waziri wa wizara husika kuizungumzia? Ah, mimi nitaizungumzia kwa mema, kwa sababu inatangaza mziki wetu wa Singeli kwa Bongo na soko, kutangaza tu, yani wanayofanya wakakazao tushafanya kitambo kwa hiyo ni kitu ambacho cha kujivunia kwamba tunaweza tukasema singeli to the world, singeli to the world, mziki tunaopeleka duniani. Kwao tujivunie kwa wadogo zetu waliokuja, na wajivunie kwa makaka zao tulioandaa mziki hadi leo hii tunaupambania. Wamekuja kwa matashiti kweli kweli, kiasi kwamba hata wao kuna wakati fulani kama mikasi na goma kugusana. Wewe kama brother unaweza ukafanya kazi ya pamoja ili tu kuungana nao ama kuwaweka sawa? So kufanya kazi ya pamoja mm. eh, mazingira unaweza ukafanya kazi ya pamoja na isiende, kinachotakiwa ni kushirikiana na kuhakikisha mziki wetu tunaopambania kwa kila wakati na kila mtu atumize ndoto yake anayoipenda. mm. mm. Man Fongo ha, ha, hasikiki kwenye kiki, yani hata mahusiano yake yani yako loki sana. ni kipi ambacho kinafanya mpaka unakuwa unaishi maisha design tofauti na wasanii wengine wasingeli? Ya, mi maisha yangu kwanza nimekulia maisha ya shida sana. Mimi nimetokea maisha ya Uswahilini. Kwa hiyo mi sio mtu wa kujishaua sana, sio mtu wa kujionyesha kivile. Na ndio maana hata mambo yangu mara nyingi sana hata show zangu nazozipiga nje mnasikia tu asizi posti, sifanye nini mara nyingine na yaani nitapojisikia ndo na posti. Mimi naweza nikapiga leo show lakini nikashangana kuja posti kesho kutwa. So, so kwa sio mtu wa kujionyesha, sio mtu wa kujishaua kwa sababu najua katika mziki upo kuna maisha badala ya mziki. Huu mziki upo na tutaendelea kufanya na hadi kesho taendelea kufanya vilevile. Kinachotakiwa tu ni ku maintain na kuendelea kufanya mziki wangu na kuendelea kwa, kwa kombisi mashabiki wangu wajue kwamba Manifongo nipo na naendelea kufanya kazi na hivi, sasa hivi, ndo kama hivi sasa hivi ndo anakuwa na imani wanaona kwamba Manifongo anapiga Europe tu, basi Manifongo kweli yupo. Kwa hata ukiangalia katika, katika nani ukienda Tabasata ukiangalia mm -hmm. Msanii anayesafiri sana kwenda nje ni mimi sasa hivi. E, kwa hiyo ni kitu ambacho kinachotakiwa ambacho kuongeza juhudi katika mziki wako, lakini sifa siku zote ukija kuanguka unaweza ukaangukia katika pua, afu siwe cha kujitetea chochote. mm. mm. Sawa, katika muziki wako hujawaza kuachia albamu yoyote, labda kuhusiana na kazi zako ama EP tu kwa nyimbo chache? EP niliachiaga inaitwa ndio basi tena kama miaka miwili nyuma au mitatu lakini kwa sasa hivi tutaachia ngoma moja badala nyingine, kwa sababu na collaboration ambayo nimeimba na watu hao wa wa wa Maroya wa kutoka Paris, kwa inabidi hizo ngoma ziachiwe na ngoma ambayo nimeimba na wasanii kutoka hapa Bongo ambao ni international inabidi nazo ziachiwe. Umeona bwana, kwa nikisema niachie EP nitakopo sita kata kiwa alikopo anaitaka kwa muda ni ni ni mwingi kwao, wategemee makubwa kutoka kwangu, kuanzia tarehe 12 na mbili kwenda mbele, basi wataanza kuzipata kazi zangu Manifongo kwa sababu nitakuponyesha rudi Bongo. Mm. Kolabo na um, moja kati ya wasanii wa Singeli, mfano kama Sholomwamba ama Dula Makabila, hivi kwa mbali tutegemee, ama mashabiki wategemee kupata kolabo design hiyo? Aa, kama ikiwezekana itafanyika, lakini sio kwa mwaka huu. Kwa nini sio mwaka huu? Ikiwezekana itafanyika, lakini mm. sio kwa mwaka huu, kwa sababu si mwaka huu tayari kuna viporo vyangu vingi vimekaa, kwahiyo kama mm. e, kwa sababu mimi mfanya biashara mm. e. Lakini kuimba na Sholo itawezekana kwa sababu sasa alikuwa ndo mpinzani wangu. Fongo anafanya nini na Sholo? Ni, si anafanya nini? Ipo siku tu Mwenyezi Mungu kaificha, tutaweza kuja kuimba. Sawa, tupate kukumaliza, mashabiki wana kiu ya kusikia sasa. Mbali tu na hiyo tu, labda kuna kazi nyingine ambayo Man Fongo anatarajia kuiachia? E, ni nyingi mm, nyingi ndio maana nimekwambia na kazi ambayo za bongo mm, nimeimba na wasanii wangu ambao wengine hapa hapa Tanzania wapo. International umeshaenda, na na kazi za hiyo ambayo nyingine nimezifanya huko kutoka huko maroya, umenielewa bwana. Mm, kwa hiyo nitakaporudi ndo nitaanza kuachia kuanzia tarehe kumi kwenda mbele. Sasa hapo ndo ategemee muda wote, ni kama surprise kutoka kwangu. mm. lakini siwezi kusema eti nitaachia siku fulani, kwa sababu bado inawezekana labda nipokoko labda ikaongezeka tena tu eh. Kwa hiyo ategemee tu kwamba nitakaporudi Bongo, basi inshallah, Mwenyezi Mungu akikawepesi, tutaendelea kufurahi na wadau wangu. moja kati ya ngoma ambazo unazikubali kwenye ngoma zako ni ipi? sina ngoma na kukubali, ila zote nazielewa. Basi tuachie japo vesi hii tu ya ngoma ambayo unaielewa sana, nichagua wewe Natamani sana nisikie, nimesikia ni ngoma yako hiyo na nakumbuka ya. Vesi japo moja tu afsi tu agane na na mtazamaji. Umesikia hiyo nimelipishwa hela Basata hiyo na imefungiwa. Sasa hiyo oh, oh, oh. Na tangia ifungiwe ngoma hiyo mm. Sijaachia ngoma. Okay. Eh, ndio maana nataka nijipange vizuri ndipo nitakaporudi sasa nianze mashambulizi yanaanza kweli. Okay. Tangu kufungiwa kwa kwa Basata haikutetemesha kidogo muziki wako? Haijatetemesha. Mm. Eh, haijatetemesha kwa sababu mimi baada natoka kule Paris na kuja Bongo ndio ile ngoma inafungiwa baada ya kufungiwa sasa mm inabidi nitulie, nijue nafanya kitu gani, na ndo maana tumetoa watu kutoka Ufaransa, wamekuja kuimba na mimi hu. Ukiangalia kama sisi kwenda Ufaransa na ya kwenda Ufaransa milioni tatu, kurudi milioni sita, mimi na DJ wangu wale wamekuja kru nzima, ambao ni bendi nimeimba nayo. Sasa piga mahesabu, katika bendi kuna watu zaidi ya tisa au kumi, lakini wote wamelipa, kila mmoja piga mahesabu milioni sita milioni sita mm -hmm, unapata bei gani? Kwamba uone mziki wa singeli unakuwa na unakuwa mkubwa zaidi, kama mtu anaweza kulipia milioni sita kwenda wewe na kurudi, yani go and return, alafu kwa mmoja, ukipiga mahesabu katika watu tisa, unapata milioni ngapi? mm -hmm, uone kama singeli shakuwa kubwa kwao, ni kitu cha kujivunia. Sawa, okay. Mm. si so, tunagana hivi na, na Manifongo, lakini natamani basi upiga hata inaga ushemeji mama <laughs> <laughs> In time, basi kwenye nyingine kuna, kuna, kuna, kuna ule utamu wako mwenyewe zile vibe zako za kisingeli kisingelisingeli, zile, zile kazi unashtua kidogo, tuna baruza kidogo, wauni kulia mm, wauni kushoto. Na unataka utamu utamu. E, utamu utamu. Ana mwili mkubwa ila moyo mdogo na mapenzi yuba, sina skendo hizo, an yani shikidi shida, we mtoto wa kigogo na

wakikuona lazima afunge mikanda, ebwana, ntamaliza haya bwana. Amebaruzwa kwa dizain hii, hapo naleta na msambwanda. Mi nilikuwa na manifongo hapa, itogeo sami baby, na hii ni siknal media tizi. Subscribe, comment, like na kushare, drop comment yako, ni muhimu sana. Till next time, bye bye.